Mwanamke huyo alikuama kwenye kisiwa kwa muda wa siku tatu peke yake, baada ya ajali ya meli, lakini baada ya kuvua samaki hakuwala, badala yake aliwaponda samaki wote wadogo kisha akawamwaga wote baharini. Harufu ya damu ilipoanza kuenea kwenye maji, Daisy alichukua kijiti kilichochongwa na kusimama ndani ya maji. Alitazama bahari kwa umakini mkubwa. Muda si mrefu samaki mjinga aliogelea karibu Daisy alitumia fursa hiyo na kumdunga kwa bahati nzuri, alifanikiwa kumkamata papa. Hili lilimfanya Daisy afurahi sana. Baada ya kufika ufuoni, alijizuia na njaa na hakukula kitoweo alichokivua. Badala yake, usiku alimning'iniza papa huja juu kwenye mti, kisha akajificha kwenye shino la mchanga, akitazama kwa siri. Ilionekana kama alikuwa akingojea mnyama mkatili zaidi. Labda kutokana na uchovu, muda si mrefu Daisy alilala. Alipoamka tena, alikuta kwamba papa aliyekuwa kwenye tawi yametoweka. Daisy alipanua macho yake kwa hofu, akichunguza eneo hilo kwa wasiwasi wasi, lakini hakuona chochote kisicho cha kawaida. Ili kuchunguza hali ya kisiwa hicho, Daisy alianza kutafuta pande zote. Muda mfupi baadaye, alikuta kiboksi cha kiberiti msituni, lakini njiani kurudi, Daisy ghafla alisikia sauti ya ajabu ikitoka kwenye google inaloza hivyo, kwa ujasiri alijikunja ili kuchunguza. Bahati nzuri, ulikuwa tu wasiwasi uliopitiliza. Kisha Daisy alienda ufuoni akitarajia kukusanya samaki wengine, lakini ghafla alikuta papa ambaye alikwisha kuliwa. Kutokana na alama za kucha kwenye mwili wake, lazima zilisababishwa na mnyama mkubwa anayekula nyama. Usiku Daisi aliwasha moto mkuu na kuanza kula samaki watamu anaichomwa, lakini hakuthubu kustarehe. Hakuendelea kutafuta kisiwani hapo mpaka alfajiri ilipofika. Ghafla mandhari mbele yake ilimtisha mwili wa rafiki yake aliyekuwa amefariki ulikuwa umechimbuliwa na nusu ya juu tu ilikuwa baki. Akijua hatari iliyopo, Daisy haraka alichonga kijiti kwa ajili ya kujitetea, kisha alianza kutafuta pande zote, lakini baada ya utafutaji wa kina bado hakuona chochote. Hata hivyo, wakati huu Daisy aliona kitu kinaelea baharini. Haraka aliogelea na kugundua ni sanduku la suti lisilo na faida, na ndo ya chima ili kutafuta vifaa zaidi, alizamia ndani ya maji, lakini hakupata chochote. Hata hivyo, shimo kubwa la kina kilicho chini baharini vilivuta umakini wake, pamoja na mgurumu wa chini uliotoka ndani yake. Shimo hilo lilikuwa likimeza polepole pole kila kitu kilichokuwa karibu nalo. Daisy alipoona hili hakutaka kukaa tena na mara moja alipanda juu ya maji. Usiku Daisy aliketi karibu na moto akipanga hatua yake inayofuata, lakini wakati huo, ghafla mlio wa ndege ulisikika angani. Daisy haraka alichukua bunduki ya fataki na kuirusha angani, lakini kufikia wakati huo ndege ilikuwa ile yalisharuka mbali. Wakati tu alipohisi kukata tamaa, fataki ilifichua umbo kubwa. Akijua hatari hiyo, Daisy alirudi kambini, akachukua kijiti na kukimbia kwenye msituni. Muda si mrefu, kiumbe asiyojulikana alikaribia. Daisy alizuia pumzi yake kwa hofu, hakutaki kutoa sauti. Alithubutu kutoka msituni alfajiri ilipopambazuka tu, akigundua kwamba hakuweza kukaa hapa. Daisy haraka alitoa vitu vyote kwenye sanduku la suti alilopata, akaweka koti la kuogelea life jacket ndani, kisha akakaza kamba zunguka na sanduku hilo na kuiweka goroli pawali juu ya maji. Hey, movie lovers, hapa TikTok tunakuletea vionjo tu vya filamu kali lakini kama unataka movie full bila kukatwa hata sekunde, basi nenda YouTube usearch movie plus swahili au bonyeza link kwenye bio yetu. Usisahau kubonyeza subscribe kule YouTube, ndio kuna filamu zote full story, moto na burudani ya kipekee ambayo huipati huku TikTok.